Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 21 wanaodaiwa kujihusisha na wizi wa vyuma chakavu, ikiwemo misalaba iliyong'olewa kutoka kwenye makaburi. Taarifa hiyo imetolewa na Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, George Katabazi, ambaye ameeleza kuwa kukamatwa kwa watuhumiwa hao ni sehemu ya oparesheni maalum ya kudhibiti uhalifu huo unaoendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma. Katika operesheni hiyo tumefanikiwa eh, kukamata watuhumiwa ishirini na moja eh, ambapo watuhumiwa kumi na moja tumeshawafikisha mahakamani na hivi vyuma au mali hizi ni mbalimbali. Ukiona eh, kuna, kuna madirisha au madril eh, ya milango madrili ya, ya, ya, ya, ya madirisha tumekamata baadhi ya misalaba ambayo inang'olewa eh, toka kwenye makaburi na ng'olewa. Tunaendelea na operesheni hii ambayo ni endelevu, ili kuhakikisha kwamba tunahifadhi eh, miundombinu ya serikali eh, lakini tunahakikisha kwamba mali za wananchi zinakuwa salama, ikiwemo eh, majengo ambayo wanajenga kwa maana ya madirisha, madrili ambayo anaweka, pamoja na, na nyaya ambazo ameziweka ili kuweza kukamilisha ujenzi wao. Kamanda Katabazi ametoa onyo kali kwa wafanyabiashara wote wa vyuma chakavu, akisisitiza kuwa ni kosa kisheria kununua mali za wizi, huku akiwataka kuzingatia taratibu na sheria zilizowekwa. Hao wafanya biashara wanafanya biashara ambao ni harari wengi wao, lakini kuna baadhi ambao wanafanya biashara hii ya vyuma chakavu kwa kununua au kwa kununua mali za wizi, wanajua kwamba hivi vyuma chakavu vimepatikana kwa njia ambayo sio halali, lakini baadhi yao wanavinunua hivyo vyuma ambavyo ni chakavu, eh, chakavu. Lakini baadhi ya vyuma sio chakavu vinanunuliwa, lakini ukiangalia kwa uliso wake sio vyuma chakavu, lakini wao wanavinunua na kuviuza. Unakuta wakati mwingine wananunua vyuma hivi kwa bei nafuu, bei ya chini, na wanakuviuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo tumeona sasa, jeshi la polisi, tuweze kutoa elimu lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambao ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Tumepata nguvu kama wanunuaji wa chuma chakavu na changamoto zile ambazo tumekuwepo nazo, sasa tunajaribu kuziacha na kuiamini kwamba kazi hii ni kazi halali kwa kufuatilia kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kununua chuma chakavu ambacho ni halali tu. Benedict Msungu.